Wataalamu wa maandiko matakatifu katika historia za uchunguzi wa neno la Mungu na Biblia zinasema kwamba kitabu hiki cha Danieli ni kitabu ambacho kiliandikwa kipindi ambacho taifa la Israeli lilikuwa liko uhamishoni huko Babeli, na mtunzi wa kitabu hiki, wataalamu wanasema ni Danieli mwenyewe ndiye aliyekiandika. Ni kitabu ambacho kinaelezea juu ya maono na mafumbo mbalimbali mbali ya kimafunuo ambayo Mungu alikuwa anamsemesha Danieli na aliyokuwa akiwasemesha wengine na kumtumia Danieli katika kuyafafanua. Kiufupi, ni kitabu ambacho kina mambo mengi sana ya kimafunuo na tafsiri za ndoto na mafumbo magumu ambayo Mungu alikuwa akizungumza na watu wake. Mpendwa, unataka kuimarika kwenye eneo la maono, mafunuo, ndoto, tafsiri? Hapa ndiyo eneo lake, kitabu cha Danieli. Oh Mungu akatusimamie. Naitwa Mwalimu Petro na kualika tuianze safari hii pamoja ya kusoma kitabu hiki kwa kufungua kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya wakati huu, e Bwana tunaoenda kuanza kusoma neno lako takatifu, tunaomba Bwana utusimamie, tuwezeshe katika mkono wako wenye nguvu. Neno hili tunaloenda kulianza la kitabu cha Danieli, Bwana tunaomba utushike mkono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 Mlango wa kwanza. Katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu, akauhusuru Bwana. Akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa matoashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme; tena alimwambia awafundishe elimu ya wakaldayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka mitatu, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwa walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matoashi akawapa majina, alimwita Danieli Belteshaza, na Hanania akamwita Shadraka na Mishaeli akamwita Meshaki na Azaria akamwita Abednego. Lakini Danieli aliazimu muoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa sijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matoashi. Mkuu wa matoashi akamwambia Danieli mimi namwogopa bwana wangu mfalme aliyewaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo mtahatirisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amemweka juu ya Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku kumi, na watupe mtama tule na maji tunywe. Kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme, ukatutendee sisi watumishi wako kadiri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku kumi. Hata mwisho zile siku kumi, nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Basi yule msimamizi akaiondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe, akawapa mtama tu. Basi kwa habari za hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima; Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme za kuwaingiza kuwa matowashi, akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadreza. Na mfalme akazungumza nao, na miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria; kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme. Na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme, akawaona kuwa walifaa mara kumi zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme wake. Tena Danieli huyo akadumu huko hata mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi.